Aa, mimi naitwa Mwalimu Gilana Majaliwa, ni mkuu wa shule Mihama Sekondari. Ee, awali ya yote kama ulivyoona tumewaaga wahitimu 109 kidato cha 4. Kimsingi, kutokana na uwekezaji wa serikali yetu, ee, tuna walimu wa kutosha, hatuna upungufu wa walimu, lakini wanafunzi tumewaandaa vizuri. Mwaka jana 2024 hatukuwa na daraja sifuri hata moja, lakini mwaka huu tumejiandaa kupunguza daraja la nne na kuongeza daraja la kwanza wanafunzi wengi, na daraja la pili na daraja la tatu. Kwa kweli tumejiandaa vizuri na wanafunzi wetu watafanya vizuri sana, na tunatarajia kwa mwaka huu tutapata hata wanafunzi ambao watapata daraja la kwanza na pointi saba kwa maana ya kupata A e zote, kwa jinsi tulivyoandaa. Kimsingi, kama ulivyonisikia hata kwenye risala yangu, maadili au nidhamu ndio jambo ambalo tunalipa kipaumbele hapa shuleni kwetu, kwa sababu wanafunzi wetu tunawaeleza kuwa nizamu ndio itakao wafanya wafanye vizuri katika masomo yao. Kwa tunaendelea kuwaasa watakapokwenda kule mtaani, kwa sababu watakuwa na kipindi kirefu kidogo wakiwa wanajiandaa kwa ajili ya kujiunga na kidato cha tano, au takriban miezi sita ni mingi sana. Kwa tunawaasa wakifika kule waweze kuwasaidia wazazi wao, na kwa sababu hapa shuleni tayari tulikuwa na elimu ya kujitegemea eh, ambao serikali imewekeza nguvu kubwa sana, watoto tuwafundishe pia ujuzi. Tuna bustani za mboga mboga, mboga mboga aina mbalimbali, waende wakaanze kule majumbani kwao wafanye ujasiriamali na kupitia hizo bustani za mboga mboga, wataweza kupata fedha ambazo kitakuwa ni kianzio watakapo kwenda kidato cha tano, lakini wajiepushe na maovu, mapenzi katika umri mdogo, maana yanaweza kawaathiri wao kushindwa kufikia ndoto yao. Taarifa hiyo, nikiwa na masikitiko niliwazoea, tuliwazoea, tuliwapenda na leo hii wanaondoka tutakuwa hatuko nao tena, kwa sababu wakati wao wa kuondoka Mihama umefika. Hatuna budi kusema asante Mungu. Lakini jambo kubwa nataka niseme, vijana, mnaondoka hapa maadili, tumasikia hapa, mmeimba mmecheza, maadili ambayo mmepewa na waalimu, msiaache mkayatupa, tukaingia mitaani, tukaa tukawa matunda ya ajabu, sio matunda yale yaliyotoka Mihama ambayo yamesifika chini ya uongozi wa mkuu wa shule mwalimu Gilana, yakawa matunda ya ajabu ambayo watasema hawa ndio ali matunda ya ya Mihama, itasikitisha na kutisha. Mnakwenda sasa kuingia kwenye uwanja mpana, mnaingia kwenye uwanja ambao una mambo mengi mazuri na mabaya. Nawaomba sana mkachague yaliyo mazuri. Wazazi wenzangu ninawaomba hawa watoto sasa, ndio wamefikia wakati wa kuangalia nini ambacho wanakwenda kufanya kwa ajili ya wao kutegemea maisha yao. Niwaombe wazazi wenzangu, tusimame. Elimu waliofikia hapa ni bado kabisa, wanapokwenda ndipo elimu wanakwenda kuichuma zaidi. Kwa hiyo watoto hawa tuwalee, watoto hawa tuwatunze, watoto hawa jinsi ambavyo tulikuwa nao Tukazidi kufunga mikanda, tusione leo wamependeza hivi tukafikiri ndio mwisho. Hapana, kuna mambo makubwa magumu ambayo jamii inakabiliwa nayo, mengine hata kuyasema sitaki, kuyasema watoto wangu hao wakasikia. Lakini wazazi ndio walezi wakubwa, mnakwenda kuwaangalia watoto waende kwenye vyuo waende kwenye shule mbalimbali, ili waweze kutengeneza maisha yao ya baadaye. Wamefikia umri wao ambao tunaita ni umri ambao ni hatari kwa hiyo na dunia yetu imeshakuwa hatari. Kwa ninaongea wanangu, mnisikilize kwa makini. Nendeni sasa, msiseme tumemaliza shule, ndio mnaianza shule. Kasomeni, mnaenda kwenye vyuo, nendeni kwenye vyuo mkikumbuka kwamba tumeacha wazazi nyuma, wazazi wanatutegemea sisi, wameingia kwenye mikopo, wameshika sehemu mbalimbali, ni kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana wanangu, huko mnako kwenda, nendeni mkawe mfano bora. Dini zinatusaidia sana kuwalea nini watoto. Kwa hiyo tusimsahau Mungu, tumuombe na atatushika, tusonge mbele. Lakini baada ya yaku... na hivi viti na meza za walimu na wanafunzi, sawa, kidogo tumepishana na hilo gari mwaka huu, ila kitakachofanyika sasa hivi na mkuu wa shule hapa tuweze kuandika barua for the records, ili mwakani tukianza kuanza ku provide hivi vitu basi tutafika mpaka huko kwa. Kwa sasa hivi mwaka huu kidogo tumepishana nao, lakini it is really considered, tutafanya tu mpango wa kuandika barua then ifikishwe kwa ajili ya kusaidiana hivi, sawa jamani. Kwenye upande wa vifaa vya michezo I think uh, Mungu akitujalia, next Friday, next Friday tutaweza kutembea hapa basi, tutawasilisha mipira na jezi ikiwezekana Ijumaa inayokuja. Mungu atujalie. uh, nikienda kumalizia, ningependa pia kuhusia uh, walimu. This is a a very good work, it's a precious work, it's precious. Hii ni kazi nzuri sana ambayo imetukuka, si ndio? Wakisema watu wenye kazi ya wito, walimu nao ni mmoja wapo. Jamani, kazi ngumu sana hii. Sawa basi, mimi ningependa kuencourage walimu, pull up your socks mtsi... kuliko yeye, yani katika sacrifice mwalimu ambaye ameifanya katika kariera yake, maisha yake yote, ni kutengeneza mwanafunzi aliyebora kuliko yeye. Yeye anachukua kama huyu ni mwanafunzi wangu, lakini kiuhalisia mwalimu anatengeneza mtu aliyebora kuliko yeye. Basi mimi napenda kuchukua kwa kuchukuwapige makofi walimu kwa kazi wanafanya, nafany, tunaelewa ni siku sio nyingi, baadhi ya wanafunzi kwa kitu, kuna watu wataajiriwa, watakuwa wanapata mshahara kuliko hata mwalimu anaopata wakati huo. Ndio wanaanza kazi analipo kuliko mwalimu wake, kwa hiyo naomba sana tuheshimu mwalimu, tuwashukuru. Kama leo mmekuja, mekuja gua e mahafali, basi kusisite kufika kumshika mwalimu mkono na kumshukuru job. Sawa so, uh, cha pili ambacho ningependa kuongelea uh, hawa vijana wamaliza, mimi ndo naelekea kumaliza kidato cha nne, ni hatua fundamento kwenda kuelelea na elimu ya juu, kusonga mbele. Basi wazazi niwape rai, uh, msigweteke kuwaacha vijana, kuwahusia kuwalea vizuri ili baadaye wewe uweze pia kuona ile raha ya mtoto kufika sehemu fulani. Kwa hiyo naomba msipoteke, huu ni mwanzo na vijana wale pia napenda kuhusia kwamba This is just a beginning. Yaani, hapa sasa hivi ndonataka ufungi kamba sasa unaelekea advance kama unaelekea chuo. Hapa sasa hivi tunaanza kujishape, unataka kuwa nani miaka kumi inayokuja? So if you misstep sasa hivi, ukikosea step basi Yes, jitathmini, yani jiangalie unachotaka kuwa, jifikirie, fikiria familia yako, unachotaka kwenda kufanya. Maisha pia ni ya kwako wewe, kwa sasa hivi ni hatua kubwa sana mat, jitathmini, unataka kuwa nani katika jamii, unataka kukontributi kitu gani katika familia yako na jamii, au kwa taifa kiujumla. Sawa jamani, sajamani. Uh, nikiachana na hayo uh, hususan uh, kwenye upande wa mafanikio, ukiangalia uh, okay, safari ya shule ilipoanza mpaka ilipofika sasa hivi it is very impressive. trend yake imekuwa ikienda kwa kuongezeka kwenye upande wa taaluma. Pia mwalimu ameongelea hapa katika kampeni kubwa ambayo inafanyikaga mara nyingi ni kutokomeza sifuri. So uh, kama kutokana na risala alivyosoma na records, namaanisha shule hii pia ni miongoni mwa mabingwa waliweza kutokomeza nini? Sifuri basi, msiishie hapo, mfukuze 4 basi ikiwezekana, nazofirizipugue mfaulu vizuri jamani, sawa. Napenda kwa Koma, maji anaitwa Maryat Bashir. Uh, mimi ni mwanafunzi wa kidato cha nne science. Uh, tunaelekea kwenye mitihani ya taifa, tuna, tuna, tunahakikishia kwamba tumejipanga vizuri ili kuweza kupata na matokeo mazuri kwa ajili yetu na kwa wazazi na kila mtu. Mwenyezi Mungu ametuwezesha ame kuweza kufanya vizuri zaidi. Tumejipanga vizuri katika masomo yetu kwa upande wa science na wale wa arti ili kuweza kuongeza division 1 2 na kupunguza zero hadi 4. Tunahakikisha tutapata vizuri zaidi, asante. Kwa majina anaitwa Samuel Isaac Samueli. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Nasoma sayansi. Kwa kweli wanafunzi wa Mihama Sekondari kidato cha 4 tumejipanga vyema kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri, kwa maana kama ni maandalizi ya mtihani wa taifa tumeanza mapema unaona. Tumejipanga kwa mfano kwenye masomo haya yanayofanya yanayohitaji vitendo, kwa mfano biology, chemistry and physics tumeshajiandaa yaani, kwamba kiasi kwamba kwa wanafunzi wote kwa mfano haya masomo ya hati ukiwe kama una biology sasa, tumejipanga kwamba mwanafunzi kwenye practical kwa sababu ndo tunaamini ndo masomo anayetuinua kwa kiasi kikubwa. Mwanafunzi alama chini kabisa apate 45. Kwa hiyo tunaamini kama biology mwanafunzi anaweza akafaulu vizuri, tunaamini kwamba ataweza kuiwakilisha shule yetu vizuri na vyema. Na masomo ya ati ambayo atakuwa ni masomo ya pamoja, tumejipanga vyema, kwa sababu kwa ukiangalia kwa sasa amna mwanafunzi anayepata chini ya daraja C Ona, hiyo ni kwa kiwango cha chini. Sisi tunaamini kwamba kwa, kiwa, kwa kiwango chetu tutaishia hapo labda kwa, kwa daraja C, lakini watakao kuja zaidi kwa sababu yatakuwepo maboresho zaidi, tunaamini kwamba wenyewe watafanya zaidi yetu, yaani kwamba wanaweza kufanya kwa daraja A na daraja y B. Mwisho unaona, ndo tulivyojipanga.